Na mwingine anasema mimi ni mjamzito eh, nikifutari nakuwa naumwa, halafu mwim, eh, mwili unachoka mpaka ile kuchekua taya zinachoka. Je, naweza kupumzika kufunga hamna tatizo? Maana nina wasiwasi kubeba jukumu kwa sababu eh, siumwi nikifunga nakuwa mzima, eh, nikifutari tu pale pale na, na, naanza kuchoka mwili eh, kuniuma sana, kuniuma saa nyingine mpaka pumzi zinanipa shida mpaka e, ipite muda ndio nikae sawa. Au nifunge tu hivyo hivyo? Kufunga naweza ila wasiwasi wangu siwe wasiwasi wangu isiwe, eh, nimeanza kushuka tena, ameandika hmm, iron nimeanza kushuka tena kwa sababu sili mchana nimesema aya, nimeanza ni aya aya ni kushuka, kwa sababu sili mchana na eh, natuma natumia dawa bado haijakubali, haijakubali kupanda. Je, e, na kama kulipa nitalipa vipi? Haya, wewe ni mjamzito, mjamzito karuhusiwa kula na kulipa. Wewe ni sasa kufunga mchana sasa tu ee, sasa wewe huwezi kufunga, yani tabu yako natijia, imetokana na kufunga Tumefahamiana eh? Kwa hivyo unaruhusiwa kula. Unaruhusiwa kula mpaka ujifungue au utakapoweza, ndio utakuja kulipa. Na maulama nipo kwambia na kauli nyingi, lakini sitaki kukuvutia huko. Kauli sahihi ni kwamba utalipa tu basi, hutoi fidia hutoi chochote. Eh, ndio kauli ambayo kwamba ina ina logic zaidi. Kwa kauli za maulama, Ziko kauli nne, lakini hiyo ndio kauli bora. Wewe ifukula sasa hivi ukiweza utalipa, utalipa siku zako, zile zile. Au kwa sababu kunyonyesha au kuumwa yote Mwenyezi Mungu min hana. Kwa hivyo kula kama uwezi